Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba mahakama kuu imemwondolea hatia ya ufisadi aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenolkulal, kwenye uamuzi uliofutilia mbali kifungo cha miaka minane katika kesi ya ufisadi wa shilingi milioni 83. Kwenye uamuzi wake, jaji Benjamin Musyoki amesema kwamba upande wa mashtaka ulishindwa kutoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba Lenolkulal alihusika na ubadhirifu wa fedha hizo na kwamba alitumia nafasi yake kama gavana kujifaidi. Mwanahabari wetu Kamau Mwangi anaeleza mengi. Katika kile kinachotajwa kama pigo kwenye vita dhidi ya ufisadi nchini, mahakama kuu leo imemwachilia huru aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Kasaine Lenolkulal baada ya kukata rufaa ya uamuzi wa hakimu Thomas Nzioki aliyemhukumu kwa makosa ya ubadhirifu wa fedha za kaunti ya Samburu na kutumia afisi yake kama gavana wakati huo kujifaidi. Kwenye uamuzi wake jaji Benson Musyoki alisema kuwa upande wa mashtaka haukutoa ushahidi wa kutosha kuonyesha Lenolkulal alifaidi kutokana na zabuni ya shilingi milioni 83 ya kusambaza mafuta kwa serikali ya kaunti ya Samburu kutoka kwa kituo cha petroli cha Oryx kinachohusishwa naye. Uamuzi huo pia umewaachilia huru Hesbon Dathi, aliyetajwa kutumika na gavana huyo kupokea malipo hayo na Bernard Lesurmat, afisa wa zamani wa kaunti ya Samburu, aliyetajwa kutumika kufanikisha malipo ya zabuni hiyo. Jaji Musyoki kwenye uamuzi wa leo pia ameondoa vikwazo vya hukumu ya awali vilivyomzuilia Lenolkulal dhidi ya kuteuliwa kwenye afisi yoyote ya umma au kushiriki uchaguzi kwa miaka kumi Arambe. Arambe. Mara ya mwisho Lenolkulal kuonekana hatarani ilikuwa ni jana alipohudhuria na kuhutubia mkutano wa Rais William Ruto huko Samburu. Kwa sababu ya maji ya barabara. Kamau Mwangi, Runinga ya Citizen.